Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania, TPLB imetangaza kuahirisha mchezo uliopangwa saa 1 na 15 leo Machi 8, 2025 kati ya Simba na Yanga kufuatia malalamiko yaliyopelekwa katika kamati hiyo na klabu ya Simba. Katika taarifa yake, kamati hiyo inaeleza: kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania, TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8